Mwaka mmoja tangu kuanzishwa kwa bima ya afya ya umma ya SHA kutoka iliyokuwa bima ya NHIF, ila wakenya katika baadhi ya sehemu wamesalia bila huduma muhimu. Hii ni baada ya kufungwa kwa hospitali kadhaa kwa tuma za hughushi malipo na hata nyingine kutajwa kwa hospitali hewa. Miongoni mwa hospitali hizo ni mojawapo ya hospitali za jadi katika kaunti ya Kisii, ambako wazazi sasa wanalia ngoa, kwani wanasafiri muda mrefu kutafuta matibabu. Crispin Otieno anaarifu. Umekuwa mwaka mmoja sasa tangu Rais William Ruto kuongoza taifa katika hafla ya uzinduzi rasmi wa bima ya afya ya jamii ya SHA. <muchos> Japo hatua zimepigwa hadi leo ikilinganishwa na mwezi wa kwanza tangu uzinduzi wa SHA, safari imekuwa yenye changamoto tele. Wakati mwingine, Waziri wa Afya Aden Duale akionekana kushinikiza mageuzi makuu hususan katika idara hiyo ya afya. Miezi kadhaa baada ya matamshi yake Duale, hospitali kadhaa maeneo mbalimbali zilizimiwa mitambo yao ya SHA na shughuli za hospitali hizo kusambaratishwa katika kaunti ya Kisii, hospitali hii ya Nyanchwa ikiwa miongoni mwa hospitali ambazo licha ya kuwepo kwa miaka na mikaka, hali sasa ni tofauti. Kuzimwa kwa mtambo wa SHA hapa kukiathiri shughuli za matibabu, kwani SHA haifanyi tena matibabu hapa; ni kwa wale walio na bima tofauti au walio na pesa taslimu. Mary Akoth ni mfano wa athari hii alipofika hapa kujifungua kuzaa haikukuja vizuri vile, nikaenda wakaniweka hapo, ikafika dakika ya mwisho, Mungu amenisaidia nikajisaidia vizuri sasa. Tena nilikuwa nafikiria tutatoka na SHA, vile walisema, SHA sahi inafanya, kumbe la sio hivyo. Ilinibidi niombe msaada kwa watu wakanisaidia. Wakati mwingine wenyeji hapa eneo la Nubia viungani mwa mji wa Kisii wakilazimika kuelekea mbali kutokana na uhalisia wa mambo wanapotafuta huduma za afya. Kweli hiyo SHA itufanyie hapo Nyanjwa juu Nyanjwa tumependa sana sisi wamama Wanubia hapa. Sasa vile saa hii imekuwa ngumu, tunaenda Nyanjwa dispensary. Sasa hata kama imekuja immediately usiku, itabidi uzae kwa nyumba juu dispensary hapa ifanyi usiku, ni mchana tu. Nikalemewa sasa, niko hapa katikati nitarudi nita, nyumbani tu sababu kama SHA wameshafunga na SHA ndi alikuwa wanataka kunisaidia na shaa wanataka saa hiyo hiyo hela, ngojangoja ngoja, inapozidi kuumiza tumbo. Wakenya walioathirika na hatua hii ya wizara ya afya wakizidi kuishi tu kwa imani kwamba ipo siku huduma za matibabu hapa zitarejea. Crispino Tieno, Runinga ya Citizen.